Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. E, kwa hakika ni yule yule ndugu yenu Ustadhi Misigaro akielezea kuifahamisha jamii na ili jamii iweze kuendelea kuvuna manufaa kupitia Ustadhi Misigaro. ndugu zangu, e, kama huwa nikizungumzaga siku zote mimi siwezi kulizungumza jambo lolote e, katika mtandao wa kijamii pasi na jamii kuweza kupata manufaa kwao. Ukiniona jambo lolote nimelizungumza katika mtandao wa kijamii, basi kuthibitikie kwamba mimi ustadhi Misigaro si kama yule na yule na yule, hapana na sipo hivyo. Kwanza kabisa huwa naweka wazi na uwazi ambao wanapenda kuweka. Kwanza ni washukuru sana wagonjwa wangu, wagonjwa ambao walionikimbilia na kuweza kunufaika kupitia mimi Ustazi Misigaro. Lakini si hapo tu, kunipigia kelele na kuniomba kama rai, Ustazi Misigaro, hapana, ili jambo lifikishe katika jamii, lifikishe katika jamii kwa sababu ni jamii kubwa, jamii pana hata ukiacha ndani ya nchi ya Tanzania yetu, hata nje ya mataifa mengine, uko bara, uko wapi eh. Mataifa mbali mbali yanataabika. Ukiangalia bara za Ulaya, bara za Afrika, watu wengi sana wanateseka na matatizo mbalimbali mbali. Sasa wewe, haya majambo ambayo unaoyatibia Ustadhi Misigaro, tunajua eh, ni kwa rehma ya Allah, ni kwa rehma ya Mwenyezi Mungu. Sasa wewe uenda ikawa ndiyo nusura asbabu ambao umeteuliwa na Mwenyezi Mungu huweza kutusaidia sisi. Sasa tunakuomba ielezee jamii. Ndio leo mimi ndugu yenu Ustadh Misigaro nipo dhahiri shahidi katika mtandao wa kijamii e, kupitia chaneli hii, basi mimi najiweka wazi kwamba lile tatizo, ndugu zangu, tega sikio, lile tatizo limelotesa mataifa mbalimbali mbali. limelotesa watu mbalimbali, imefikia wakati mpaka mtu mtu ni doni, lugha fasaha ni tajiri, ni bilionea, anaambiwa ikiusile, na kile anachoambiwa usile ndo kizuri kwake, ndo kizuri kwangu, ndio kizuri kwako. Anaambiwa isi ikiusile, kwa iki nini? Kwa sababu ana diabetes. ana sukari. Sasa hii sukari ndugu yangu leo hii mimi Ustadhi Misigaro nimeipatia asbabu, nimeipatia asbabu, asbabu yenyewe ndo hii, na huu ni mchanganyo wa miti kumi na moja. Asababu hii ni ndani ya mchanganyo wa miti kumi na moja. Mimi siku zote huwa nikisema usinifananishe na tabibu yoyote ndani ya Tanzania ndani ya Tanzania hii, ili huwa naliweka wazi, usije ukanifananisha na tabibu yoyote ndani ya Tanzania hii. Hii ndugu yangu ni dawa ya sukari. Hii ni one lita, ni lita moja hii matumizi yake, utatega sikio. Hii ni dawa ambayo baada ya kuifanyia tafiti kwa miaka mingi na kuwapa watu kunufaika sana kwa matatizo ya sukari. Hii dawa ndugu yangu, haipozi sukari, haishushi sukari. Hii inakwenda kutibia kongosho, hii inakwenda kutibia kongosho. Sio kwamba inashusha sukari, hapana, inaenda kutibia kongosho na wewe leo hii ukitumia dawa hii utaambiwa sukari huna. Dawa hii ni lita moja, ni lita moja, na matumizi yake ni kikombe hiki hapa cha kahawa. Haya ndo matumizi yake, hii lita moja, kikombe hiki hapa cha kahawa. Unachukua kikombe hiki, unafungua dawa hii, unamimina. Vikombe viwili asubuhi unakunywa, vikombe viwili mchana unakunywa, vikombe viwili jioni unakunywa. Utakapomaliza lita moja hii, basi kapime sukari. Utakapokuwa umepima sukari, basi utanifuata tena na kupa nyingine, bi maana dawa hii ina utaratibu mkubwa. Na ndugu yangu utaweka wazi leo, tega sikio. Sukari, sukari ni shida sana, na kila tabibu utasikia na tiba ya sukari, lakini huwa nikizungumza mimi Ustadhi Misigaro niweke katika namba ya peke yangu, namba ambayo isiyogawika chukua witiri namba ile ya witiri basi ndo niweke mimi ustadhi Misigaro. Tafiti zimezifanya kwa muda mrefu, miaka mingi, na leo hii mpaka wagonjwa wangu kunikimbilia kuweza kunufaika na dawa hii, kuondokewa na sukari. Basi leo hii mimi ustadhi Misigaro nimeombwa na jamii ambao tayari washanikimbilia na wakapona kwa sawasawa, basi wawe ni wenye kufahamu na wengine ili wajue taarifa hizo na wapate taarifa hizo. Mimi Ustadhi Misigaro nimeombwa nimeumbwa kuielezea jamii kupitia mtandao wa kijamii, na leo hii nimejitoa hima kwa hilo. Yoyote anayenisikia basi, kama si wewe mwenye tatizo hilo, kama si mwanga wa sukari, basi mwelezee ndugu yako. Hii dawa kabla ya kutumia inatakiwa uje kwangu ukiwa umepima sukari, pima wingi wako wa sukari, lakini cha pili upime pressure, cha tatu upime grupu lako la damu hii dawa naitengeneza kwa mujibu wa grupu lako lilonalo la damu. Hii dawa ya sukari utakapokuwa umepima vitatu hivyo, kwa mfano umepima wingi wako wa sukari ukaambiwa una um, ishirini na moja aidha kumi na nane aidha kumi na nne, aidha ukaambiwa una kumi na mbili aidha una kumi basi kinachofuatia ni pressure. Na ukipima pressure ukiambiwa tatizo la pressure huna, check grupu la damu. Magrupu ya damu yanafahamika ni manne, lakini grupu lolote utakalopimwa Tega sikio, lazima umwambie dokta, akwambie kama una o positive aidha una o negative aidha una a positive aidha una a negative. Chochote utakachoambiwa, basi wewe lazima uelewe kwamba grupu lako la damu lipo kwenye grupu gani. Positive, aidha negative, una o o ipi, una a a ipi, una b, b ipi, basi wewe tujue aina lako la damu, tutakapojua utakapokuja huku basi utapewa dawa hii ya lita moja. Hii dawa ni mchanganyo wa miti kumi na moja ndio iko humu dawa hii. Utakapokuwa umetumia kwa utaratibu utakaokuwa umeelekezwa wewe, na sukari ndiyo baibai, bye bye. Ndugu zangu izingatiwe hilo, upimaji wa hivyo vipimo, na insha Allah, ogopa sana matapeli mpaka leo hii kuna vitu nimevifanyia pia utafiti. Kuna watu wanakuja kuchukua dawa kwangu, lakini pia wanawapa watu kwamba wao ndo wametengeneza hiki kitu. Nakipiga sana vita, na insha Allah, huenda kama ntajiridhisha nikakubaini basi, nipo radhi nikukamate, na nina uwezo na nafasi ya kukufungulia mashtaka, ili naliweka wazi kwa hiyo usije ukadanganyia watu kwamba na wewe unajua tiba, kumbe tiba ambazo umezitoa kwa mimi, ustadhi Misigaro. Naombeni sana watanzania wenzangu, tena sana sana, mzingatie hilo, na dawa ya kumaliza aidha kutibia kongosho ni dawa hii. Hii dawa kitumia wewe, na sukari ndiyo baibai, bye bye. Napatikanika kwa namba tatu nitazitaja. Napatikanika Abiola, namba zangu za simu ni 0719878830 na 0757677712, ama namba ya Airtel ya mwisho ni 0787200246. Asanteni sana.